Siku ya Jumapili ambacho kitacheza na RS Berkane ambacho ni Simba. Okay. Goalkeeper <coughs> atakuwa ni Musa ii Kamara, ya Shumari Salum Kapombe, Muhammad Hussein, pembeni ya katikati atakuwepo Shemal Mfondo, atakuwepo na Shamu Karaboya, ya katikati atakuwepo fabrice Fabrice Luamba Ngoma hata kuweko na Yusuf Ali Kagoma. Ni wachezaji ambao wanacheza kwa pamani nzuri sana, wanacheza kwa kiwango bora bora bora bora bora. Okay, ukimwangalia Zimba Junior, ukimwangalia Shabalala, wote wana uwezo wa na kabisa na kujenga ka mashambulizi mbele na ndio kitu ambacho tunakitegemea kwa siku ya leo, kwamba Shomari Kapombe anaweza ku over hapo pembeni na kwenda kujenga mashambulizi na kuongeza idadi ya washambuliaji. Na zingo pia hivyo hivyo, ina maana na uwezo wa kusogea mbele na kupiga cross, watu wanagombaniana katika hapo pale. Katika kupiga cross unaweza kumkuta mtu mrefu pale ambaye ni Fabrice Ngomo kutoka pale ndani kwa karefu kuliko goli ambayo ni s mkwala ambao tumkuta pale. Ina maana kosi zinapopigwa huwa zina zina wachezaji wao ambao wanaweza kuruka na kuweka ndani. Kwa hiyo ninategemea kikosi ni namba sita, ni kama nilivyosema kwamba ni Fabrice Ngoma na Yusuf Ali Kagoma. Okay, pembeni ninategemea kwamba kumuona elimu pazo mwana kibudenisa ya namba kumi nategemea kumuona Jean Charles awa, halafu namba tisa nategemea kumuona Desi Mwara, na ndio kikosi ambacho kitazama kunda kwa siku leo. Kwa hiyo nikiangalia wachezaji hawa ambao wenyewe wataja, ni wachezaji wazuri sana, ukizingatia kwamba chamalamkondo ametoka kwenye majira naangalia mechi ya mwisho ambaye amecheza kule moroko, alicheza kwa kiwango bora bora bora mno. Kwa hiyo nikimwangalia zimba junior siku hiyo alikuwa perfect sana, alikuwa ni mchezaji ambaye aliweza kuzuia na kucheza katikati na si namba yake, lakini aliweza kurudi nyuma na kuzuia, ni kitu ambacho tunakitegemea pia kwa Yusuf Ali ambaye tunaweza tukamwona pia ni mtu ambaye ni mzuri wa kuzuia, okay. <coughs> kitu kingine pia, simba wanacheza 4-3-4-1 ina maana ni watu ambao wanataka kuzuia, lakini kasikuelewa na mimi nitaona 3-4-5-1 ina maana ni kitu ambacho kinajengwa na kocha Fadlu Davids. Kwa hiyo nategemea nyuma atakuwepo, neshamuukarakwe atakuwepo na chama la Mfundo. Alafu nategemea kwamba Yusuf Ali Kagoma atarudi nyuma kuwasaidia hawa wawili wao ambao ni mabeki wa kati, kuwasaidia hapa hapa nyuma hapa. Alafu nategemea leo Shomari Salum Kapumba, ina maana atakuwa na overlap wakati anapanda mbele. Huko nyuma anabaki watu watatu, anabaki chama la Mfundo, anabaki Shamu Karabwe, anabaki na Yusuf Ali Kagoma. Nategemea kwamba Yusu, nani, <coughs> nani, ka, nani ngoma ana uwezo wa kubaki chini, lakini ngoma anapenda sana kwenye kwenda mbele na kushambulia, na si kawaida ya kocha. Lakini yeye maelekezo ya kocha anaambiwa, ina maana yeye anatakiwa kubaki, lakini akiona mpira unakwenda mbele, ina maana na yeye na anakwenda kushambulia. Ni mchezaji ambaye uko vizuri sana kwenye enye mpira ya mwisho pia uko vizuri. Nategemea Jean Chale akuwa leo atafanya kitu bora sana. Elie Mpanzu sina mashaka naye kabisa sana, yani kama mlimkataa siku ile Moroko, basi kwa siku ya leo mtakubali sana. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa hali ya juu, ana ubora wa hali ya juu ya akizingatia kwamba Elie Mpanzu atakabwa sana, wanguwe, lakini mawele, madori, sana. Denis, yore, kibu na mambo mengi lakini ukimwangalia kibudeni si posa si mfungaji wa magoli, lakini kibudeni si ni bora sana yaani kwa kikosi cha kwanza cha kibudeni aje kocha yoyote atakaa na kibudeni, kwa sababu kibu ana uwezo wa kuondoka na watu watatu wa wili wa nne anaweza kuondoka na watu, ni mchezaji ambaye unamuona kabisa ana mchango kwenye Simba Sports Club. hivyo basi, okay, usisahau kucomment kulike, na kushare na uh, kusubscribe ili kupata nakala zetu nzuri zaidi. Bye, bye.